Jamani, haleluya! Kwa hiyo halipo jambo ambalo linaweza likamkwamisha mtu ambaye ahadi za Mungu ndio nguvu zake. Ahadi za Mungu ndio chakula chake. Ahadi za Mungu ndio msaada wake. Anatembea katika ahadi, anaishi katika ahadi. Vile ambavyo upo leo ni kwa sababu Mungu alikusudia na Mungu alipenda uwe hivyo. Lakini jambo la pili, baada ya kuona kwamba Mungu ndiye hakimu wa dhambi zote, ambaye kila mmoja anatakiwa kumtetemekea, kila mmoja anatakiwa kumwogopa. Anapotembea ajue kwamba Mungu yupo na ni hakimu, na anastahili ibada, anastahili kuheshimiwa. Kila tunapotembea iwe ni mchana iwe ni usiku Yehova ndiye hakimu na ndiye ambaye anatuona kuliko mwanadamu, ambaye tunaweza tukasema huyu ni rafiki yangu, huyu niko naye. Watu wamewatambulisha marafiki zao kwa majina makubwa makubwa, huyu la kwangu, la kwake Sijui nini na nini. Sawa, lakini yupo Mungu ambaye anajua kila kitu na anaweza yote. Na yuko kila mahali.